Volcano huanza katika kina kirefu cha ardhi ambapo magma ambayo ni mwamba joto katika hali ya kioevu inakusanyika. Magma hii inatokana na kuyeyuka kwa miamba kutokana na joto kubwa la ndani ya dunia. Kadri magma inavyokusanyika, shinikizo linaongezeka ndani ya chumba cha magma. Wakati shinikizo linapoongezeka zaidi ya uwezo wa ganda la dunia, linaweza kusababisha mlipuko wa volkano. Zipo aina mbalimbali za milipuko ya volkano kutokana na mchakato wa kijiolojia. Mlipuko wa kijivu. Huu ni mlipuko wenye nguvu ambapo hutokea baada ya gesi na majivu kurushwa angani. Mlipuko wa lava. Hutokea wakati lava inapotoka kwa urahisi kutoka kwenye mdomo wa volkano bila ya kuunda shinikizo kubwa. Mlipuko wa tsunami. Mlipuko huu unaweza kutokea baada ya mlipuko mkubwa ambao unasababisha mawimbi makubwa baharini. Volkano inaweza kuwa hai baada ya kipindi kirefu cha utulivu ikiwa bado kuna njia kati yake na chumba cha magma ardhini. Ikiwa kuna dalili kama vile chemchemu ya maji joto na kutokea kwa gesi hizi, zinaweza kuwa ishara kwamba volkano inaweza tena kuamka. Mlipuko unaweza pia kutokea kutokana na ushirikiano wa vitu vya asili kama vile tetemeko la ardhi ambalo linaweza kuvunja miamba inayozunguka chumba cha magma na kuruhusu lava kutoka nje. Mimi ni Deogratias Maro na hii ni The Long File TV.